Katika eneo ubunge la Kasipul kaunti ya Homa Bay, wagombea kumi kwenye kinyang'anyiro cha ubunge pia wamefanya mikutano ya lala salama kuwashawishi wapiga kura. Mgombea wa ODM Boyd Were na mgombea huru Philip Aroko walikuwa mjini Oyugis, IEBC ikisema kila kitu kitayari kwa siku ya Alhamisi. Ndiyo taswira katika mji wa Oyugis, ni ubunge la Kasipul mchana kutwa Wagombea wakuu wakijitokeza na wafuasi wao kutumia siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi mdogo kuwarai wafuasi wao kujitokeza kwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kasipul. <muchan> <muchan> Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga kwa pamoja na mgombea kiti hicho wa ODM Boyd Were wakiongoza kikosi cha wanachungwa kwa kampeni kabla ya kukongamana katika uwanja wa Obisa. Let us tell our security agencies.

Mgombea huru wa kiti hicho, Philip Aroko anayejulikana kama Otete, pia hakuachwa nyuma. Aroko akielezea matumaini yake kutua kiti hicho na kuwarai wafuasi wake kutumia muda huu kujitokeza na kujaza kikapu chake. So I, I just pray that uh, we maintain it peaceful and uh, we are also asking the government that uh, for them to restore the dignity of Kasipul, we must have a fair election where there's no intimidation. Wagombea wengine wakiamua kuendeleza kampeni zao ndani na nje ya mji wa Oyugis. Ikiwa ni siku ya mwisho ya kampeni katika eneo bunge hili la Kasipul, wagombea wote kumi walioidhinishwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, kila mmoja akiwa na matumaini ya kuibuka mshindi, huku wale waliojitokeza katika kampeni hizi wakisema kwamba wanatarajia uchaguzi wenye amani kabla na hata baada ya shughuli hiyo. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Kasipul katika kaunti ya Homa Bay.